Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kucheza mechi yetu salama salmini ya, ya Charity, na tumeweza kumaliza vizuri na kuna majeruhi. Kikubwa ni, ni mwendelezo wa matamasha ambao huwa tunafanya mwishoni mwa msimu kwa ajili ya kuhakikisha tunajumuika na jamii ambayo ya, imetulea na kutukuza. Kwa hiyo tunarudi kwao na kuweza kucheza hizi mechi kwa ajili ya kuona kwa kidogo kinachopatikana kuweza kusaidia jamii kwa namna moja nyingine kwenye hospitali na sehemu mbalimbali katika jamii yetu. Kwa hiyo kujumuika na watu wa Mtwara kwangu imekuwa ni furaha kubwa, kwa sababu mara ya mwisho nilikuja hapa miaka kadhaa iliyopita, kipindi Ndanda iko kwenye ligi. Kwa tangu imeshuka siweza kuja tena Mtwara, kwao Chirunda na Tiba wameweza kunirejesha tena mahali hapa, na nadhani upendo akele unaendelea kwa mashabiki uh, wameweza kujitokeza kwa ajili uh, chu, ya kusapoti vijana wao na kusapoti tasnia ya mpira wa miguu tena kukuona nani ya mwaka yes ku, ku kuomba uzima Mwenyezi Mungu atujalie neema tuweze kuwa na afya njema, ili tuweze kurejea tena kwa mara nyingine, kwa sababu Tiba na Chirunda hiyo pia ni familia, tuko kwenye tasnia moja na tunafanya kazi pamoja mara zote. Kwa hiyo kama tutakuwa na afya njema, ninaweza kurejea kwa mara nyingine tena. Yes, tutaweza kuambia mashabiki na Watanzania kwa jumla wa Mtwara na nje ya Mtwara a di tamasha hili litakavyorejea kwa mara nyingine, waendelee kujitokeza kwa wingi, kwa sababu namna ambavyo wao wanajitokeza kwa wingi na wanatoa mchango ambao wanautoa kwa ajili ya kiingilio, basi unaenda kusaidia jamii ambayo wao inawahusu, ndugu zetu, wadogo zetu, kaka zetu, na watu mbalimbali wa jamii ambayo tunaishi nayo. Asante sana Aishi Manula.